mkoa wa Dar es Salaam, Albert Chalamila, amekutana kwa ajili ya mazungumzo na mjumbe wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC Balozi Omar Ramadhan Mapuri, ofisini kwake jijini Dar es Salaam. Katika mazungumzo hayo, Balozi Mapuri, ameongozana na mkurugenzi wa idara ya habari na elimu ya mpiga kura kutoka INEC, Givenes Aswile, ambapo waliwasilisha taarifa kuhusu zoezi linaloendelea la uboreshaji wa daftari la kudumu la mpiga kura na u wazi wa daftari la awali. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, zoezi hilo linaendelea kwa awamu ya pili kuanzia Mei 16 hadi Mei 22 mwaka huu likihusisha mikoa mbalimbali ya Tanzania bara ikiwemo Dar es Salaam, Pwani, Tanga, Arusha, Kilimanjaro, Dodoma, Singida, Manyara, Lindi, Mtwara na Morogoro zoezi hilo pia linahusisha mikoa yote ya Tanzania Zanzibar. Mtu anapoamua kuto kwenda mahakamani au mahali popote kwa kwamba Tume Huru ya Taifa uchaguzi imetangaza hivi, maanake ni chombo ambacho kina heshima zake na kwenye electoral process zote. Kitu ambacho kikubwa sana tunakuja kukiangalia, huwa matokeo yake yanakuja ku kuonekana baadaye, kunakuwa kuna, kuna, na, kuna, kuna manifestation ya matokeo yanayokuja ku reveal baadaye kwamba je, kulikuwa kuna kazi zinazofanywa na tume? Kulikuwa kuna kazi ambazo zinafanywa pia na taasisi zingine kusaidia tume ili kufanya nini? La kwanza ikifika mwishoni e, kwenye siku za kura au kwenye upigaji wa kura, tukiona kabisa kwamba siku ya kupiga kura wapiga kura hawajajitokeza, moja ya hipotesia huwa tunaweza tukasema ni kwa sababu tume huru ya taifa ya uchaguzi haikuinvesti hai katika kutoa elimu kwa watu kuhusu muhimu kwa kupiga kura. Kwa hiyo tukiona kabisa kuna voters, I mean voters turnout, tunasema kabisa kwamba inawezekana, hiyo ni hypothesis mojawapo, huwezi kuhitimisha bila kuhitaja tume huru ya taifa ya uchaguzi. Lakini jambo jingine, inapofika nyakati za kura, tunahesabu, tunakuta kwamba population yetu iko milioni sitini na nne au milioni sitini na mbili lakini eligible people wanaoweza kuvote na kuwa voted pengine wako half au chini hapo, na tukagundua kabisa kwamba waliopaswa kujiandikisha walikuwa labda milioni kumi na tano, lakini waliojiandikisha wako milioni tano. Hypothesis ya kwanza, kwa kwa tunasema feria hii very likely kwamba ilikuwa ni kwa sababu ya Tume Huru ya Taifa ya tume taifa uchaguzi. Kwa hiyo tunapokuja kuangalia vitu vingi mwishoni, hakuna jambo wanaweza kulisema bila bila kuhusisha tume huru ya taifa ya uchaguzi. Lengo kuu la mazungumzo hayo ni kuimarisha ushirikiano baina ya serikali na INEC, pia kuhamasisha zoezi la uboreshaji wa daftari la kudumu la mpiga kura ili kuhakikisha linafanyika kwa ufanisi na kuwezesha wananchi wanatimiza sifa kushiriki kikamilifu katika uchaguzi mkuu ujao wa mwezi Oktoba. Na mimi niendelee tu kuwa E, ni niendelee tu kuatia moyo tume, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kwamba mm, elimu iwe ni endelevu, kila siku iwe ni endelevu, kuwe kuna involvement kwa kuna participation kwa kuna capacity building kuwe kuna transparency, na kuwe kuna viashiria vyote vya utawala bora ambavyo Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi inaweza pia kuwa sehemu ya kufukua kama catalyst na kuelekea huko kwenye masuala ya utawala bora. Kwa niaba ya Adam Luta. Mimi ni Ismail Kawambwa.